Uh, pamoja na maandamano Kenya, alikuwa anaitwa pia yasiyokuwa na kikomo kama huku yanavyoitwa kwamba yatafanyika yasiyokuwa na kikomo kule Kenya. Ilikuwa kila wiki maelfu wanafunga CBD pale Nairobi, katikati ya mji na kwenda maeneo mbalimbali, lakini mwishoni watu walirudi kuzungumza, hawakuweza kupata suluhu pasipo kuzungumza na mazungumzo Rais Ruto kuna wakati alikubali kwenda ku, kuwasikiliza sababu jenzi Kenya walikuwa wanasema wao ni partless hawana chama, ni leaderless hawana viongozi, ni tribeless hawana kabila. Sasa Rais Ruto alikubali kuzungumza nao, nafikiri kwenye, kwenye Twitter wakati fani alijoin ili ajibu hoja zao, na akawasikiliza akatoa hoja akajibu baadhi, lakini bado waliendelea na maandamano mwishoni alikaa na kinara wa, wa, wa upinzani ODM Raila Odinga na akaamua tu ku kufanya rishafo kidogo ya kabineti na kujumuisha baadhi ya e, viongozi wa ODM kwenye serikali, then from there maandamano yakaisha, kaisha e, kwa kile kilichokuwa kinaitwa kwamba maandamano ya Gen Z Kenya hayana msukumu wa kisiasa au yaongozwi na, na na na na upinzani, kilionekana kwamba sio kweli kwa sababu Odinga alipoelewana na Ruto ndo ilikuwa mwisho wa maandamano ya Gen Z. Kwa hata, hata, hata Chadema hapa, nimekuwa nikisikia na watu wengine wanasema serikali haina sababu ya, ya kuridhiana na Chadema maridhiano, ikaridhiane na wananchi waliofariki, ikaridhiane na na wananchi ambao wamepata matatizo kutokana na matukio ya Oktoba 29. Ni ni kweli, lakini wananchi, hakuna namna ambavyo wanaweza kufanya maridhiano na serikali. Maridhiano <coughs> ni lazima yawe baina ya pande kubwa mbili, na hapa tunazungumza serikali iliyopo madarakani na chama cha upinzani kilichoongoza ajenda ya kwenda kuzuia uchaguzi ambayo hiyo ajenda ya kwenda kuzuia uchaguzi ndio ilikuja kuzaa haya mengine mengi sasa, ikiwemo e, vyombo vya dola kujitokeza vidhibiti hicho kinachoitwa kuzuia uchaguzi, na mwishoni madhara yakatokea sasa, hayo ya vifo na mengineyo. Kwa hiyo mi nafikiri tuki tukimuda utaratibu jambo hili, kwa sababu muda huu nadhani kila mtu e, anaweza kuona kwamba naona hata wanaharakati wengi wanawambia viongozi wa Chadema hakuna kwenda kwenye maridhiano. Mkienda kwenye maridhiano, na sisi tunawambia wananchi wasiwaunge mkono, kwa sababu mtakuwa mmenunuliwa. Na ukumbuke kwamba e, Freeman Boy wakati anaondoshwa kwenye wenyekiti alionekana kama yeye ni mtu laini sana mbele ya dola, na mara nyingi huwa anakaa kuelewana na, na serikali ko, naelewa kwamba e, kama mchambuzi naelewa kwamba Heche na Lisu hawawezi kukimbilia kukaa kwenye maridhiano kwa haraka kwa sababu hiyo hoja ya maridhiano ndo iliyotumika hata kumng'oa Freeman Mbowe. Alionekana kwamba alikuwa anapotezea, anapoteza muda kwenye maridhiano, maridhiano ambayo yalikuwa changala macho au kiini macho. Sasa wenyewe hawawezi kukubali kiurahisi kwa sababu lile kundi kubwa lililowaunga mkono kumng'oa Freeman Mbowe lilikuwa likitumia ajenda ya maridhiano kuonyesha kwamba Boy alikuwa ni mtu ambaye anakaa sana na serikali mezani na kumalizana nayo, alafu hakuna kitu cha maana kinachotokea. Kwa hiyo na wao wanajaribu kuonyesha kwamba hawataki kupita hiyo njia ambayo Freeman Boy alipita, na pengine wanajaribu kuonyesha kwamba wao wako bold zaidi ya ilivyokuwa kwa Freeman Boy, lakini uhalisia ni kwamba eh, CHADEMA wanajua, viongozi wao wanajua kwamba masharti wanayoyatoa ili waingie kwenye maridhiano ni masharti ambayo hayachukuliki na hayatekelezeki kwa namna yoyote, kwa sababu uki, ukisema rais aliyopo aondoke, iundwe serikali ya mpito e, ukirudi tu kwenye bezi ya katiba, yaani kikatiba hiyo serikali ya mpito haitambuliki, yani kwa katiba ya Tanzania. Sisi sasa hivi ukisema rais aondoke akasema hata anajiuzuru, hakuna namna ambavyo unaunda serikali ya mpito yani haitambuliki kikatiba na kwenye sheria za Tanzania. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kigumu kuchukulika wala kueleweka, ila nadhani kwa sababu muda huu bado kila kila kila upande umetoka kwenye matukio haya una munkari iko juu, nafikiri baada ya muda kwenda sensi za kisiasa zitazidi kurudi na watu wataelekea tu kwenye huo mwelekeo wa kukaa na kuzungumza, kwa sababu hakuna namna mikwamo ya kisiasa inaweza kutatulika pasipo kuzungumza. Hata watu ambao wanafanya mapinduzi ya kijeshi mwishoni, ili mambo yaweze, ili vitu viweze kurudi kwenye oda, lazima warudi kwenye kuzungumza kwao, lazima mazungumzo yafanyike inategemea tu watu watakuwa tayari kuzungumza lini. Wanaweza wakaamua wazungumze baada, baada ya miezi mitatu au baada ya miezi sita, baada ya miezi nane, vyovyote takavyokuwa. Lakini hakuna namna ya kutoka kwenye mkwamo tukaelekea kwenye, kwenye mazingira bora zaidi ya kisiasa pasipo kuzungumza. Asante sana. Kaka shukrani sana, shukrani sana kwa madini. Umepa elimu kubwa ambayo ilikuwa najificha ficha nyuma hapa, lakini shukrani sana. Madini tumeyapata, tumeelewa, tumejua nini chanzo. Ubarikiwe sana. Tunakuombea akumbea katika masomo yako hapo uweze kufanya vizuri zaidi hapo ili uje kutafuta namna gani ya kufanya resolution katika conflicts nyingine nyingine ambazo labda nyingine in future zinaweza kutokea. Shukrani sana. Asante sana. Uh, hosti hosti, umelala ume, ume sema chochote? Anipo nipo, mimi nilimwachia mike, dada. Yeye ndo alikuwa anaongoza hii session dada. Kalala yupo, hawezi kulala <laughs> ndo mnavyonitetaga kumbe, kaka Charles <laughs> shukrani sana Dada endelea sasa, bila <laughs> uchao <unaweza. laughs> kaka Charles, shukrani sana kwa kutenga muda wako kuja kuzungumza nasi, kutufafanulia kwa undani zaidi. Wengi wetu hapa tulikuwa tufahamu kwamba ishu ya no reform, no elections ilianzia kwenye serikali za mitaa na kwamba kulikuwa kuna makosa ambayo walikuwa wameyafanya, lakini hawakuridhishwa na hatua zilizokuja kuchukuliwa. So, kimsingi nina hili swali ambalo design kama uliligusia, lakini ningependa ulijibu, yani kwa clarity. Jenzi ndio ambao walitumika 29 Oktoba kwenye kuzuia uchaguzi? Unadhani Jenzi walitumika kama wananchi waliozuia uchaguzi au ulikuwa ni mpango wawazuia uchaguzi all along kuwatumia Jenzii. Na nafikiri kwenye jinsi nilivyofuatilia mimi waliokuwa wana wana wame, wameratibu kuzuia uchaguzi. Kuna namna ambavyo walikuwa wamejipanga na wakachagua njia ambayo wataitumia na kiukweli, kwenye baadhi ya sehemu nilizofuatilia kundi lilikuwa sio kubwa kwa kiwango hicho. Unajua mimi nime, nimefuatilia maandamano ya Nairobi, Kenya, nimefuatilia maandamano hata Nepal, nimefuatilia maandamano walikuwa wanaendelea Madagascar, wote huko wanaitwa Gen Z, Morocco kule pia E, na sehemu zingine ambako ujenzi unaambiwa kwamba wame, wame, wamefanya maandamano ya kushinikiza mabadiliko fulani. Ukiangalia wingi wa watu kwenye hayo maeneo kwa mfano Nairobi, Kenya, jenzi wanapofanya maandamano, ukienda hata sasa hivi YouTube hapo, ukatafuta picha za maandamano utaona mji umefungwa yaani, Nairobi imefurika kila sehemu halafu Aa, ukiangalia hata huko sijui Nepal, Morocco, Madagascar na sehemu zinginezo, lakini hapa Tanzania kundi halikuwa kubwa kwa kiwango hicho cha kufunga mji, isipokuwa kulikuwa kuna kundi dogo ambalo lina uwezo mkubwa na sema, wa kufanya labda hamasa, kiasi kwamba kama likiingia sehemu likaanzisha ile vurugu, ilikuwa inapata wenyeji wanaojoini sasa nadhani na, na, na kundi lililofika pale mara nyingi ilikuwa linapotea ko. Hata polisi nadhani walipokuwa wakifika kukabiliana, mara nyingi walikuwa wanawakuta wenyeji kuliko wale walioanzisha walioanzisha ile tafrani pale na kupotea na jenzi waliojoin tunasema wapo wapo watu tofauti tofauti, wapo ambao walijoin kwa sababu walikuwa ni wakereketwa kwao, wali, wali, tunasema walijoin baada ya kuona kwamba tayari jambo hili linawezekana, alafu kuna watu ambao wengine walijoin tu kiukweli, lakini kujoin kwao ilikuwa ni kushangilia vitendo vilikuwa vinafanywa na watu wachache, na hata vurugu zenyewe zilipokuwa zikimalizika, labda watu wameshamaliza kuchoma eneo e, pale lile kundi likiwa lina move, naliona ni kundi dogo, ndio maana baadaye likawa linapita kufanya huu e, uporaji haikuwa haikuwa kundi linalo